Namna gani unapata ujauzito? Ujauzito ni mchakato au prosesus ya kuvutia. Hivi njoo inafanyikaka. Mara moja kumwezi mwili ya mwanamke inaachiliaka liai yenye ilishakomaa ndani ya bomba ya falopian. Hii mchakato inaitwa liai kupevuka au ovulasio. Wakati ya ngono mbegu ya kiume au shahawa inatolewaka wakati mwanaume anamwaga. Mbegu za shahawa zinazama kupitia shingo ya kizazi ya mwanamke. Shahawa inaelekea bomba la juu ya kukutana na liai. Mbegu za kiume au shahawa zinaweza kuishi ndani ya mwili ya mwanamke hadi siku sita kabla ya kufa Liai inapitishaka muda wa karibu masaa kumi na mbili hadi masaa makumi na mbili na nne kupitia mirija ya falopian. Kama liai inasafiri kupitia mrija ya falopian ya mwanamke wakati moya na shahawa, shahawa inajiunga na liai. Sasa liai yenye ishakuzwa au fetirize inahamia chini ya bomba ya falopian kuelekea kizazi, inaanza kukomaa na kukua. Mpira ya seli inaitwa kinitete wakati inasafiri kuelekea kizazi kwa kipindi ya siku tatu hadi nne ambayo inashikamana na utando wa kizazi au uterus ya mwanamke. Hii inaitwa kuambatana, na ndio wakati ujauzito inaanza rasmi. Wakati liyai ya kukuzwa au fertilize inashikamana na kizazi, inatoa homoni za ujauzito ambazo zinazuia utando wa kizazi au uterus yako isitawanywe. Kuambatana kwa kawaida Inaanzaka karibuni siku sita baada ya kuchubuka na inachukua karibuni siku tatu hadi nne kukamilika. Kiinitete katika hatua ya mbele itakuwa hadi mtoto kukomaa kamili. Plasenta itashikamana na ukuta ya kizazi kutoa mtoto virutubishi na hewa ya oksijeni yenye inahitajika kuongezeka na kuendelea. Kama liai na shahawa hawakutani au liai ya kukuzwa hayashikamana na kizazi yako, utando haina haja na itatoka nje ya uchi. Ile njoo hedhi au damu ya hedhi. Kumbuka mchakato au processus ya ujauzito inaweza kutofautiana kwa mtu fulani na mwingine, na mambo mengi inaweza kuadhiri au kuafekte uzazi na kupata mimba, kama vile umri, afya na chaguzi za maisha. Huduma ya mapema ya uzazi ni sehemu muhimu ya ujauzito nzuri. Mwanamke anapashwa kuzungumza na mtoa huduma ya afya mapema iwezekanavyo kama anapata mimba.